Umekuwa unatetea sana masingo mothers. Yes. Eh, lakini wanaume ni watu ambao huwa watetewi sana Kuna masingo father unalijua hilo? Ndio. Eh, kwa nini, kwa nini sasa eh, usiwe wa, wa, wasizungumziwe na hawa masingo father ambao pia wanapitia hali ngumu sana, lakini huwa vitabu vyao huwa havisomwi, lakini pia vile vile machozi yao ni kama anakwenda na maji kama samaki. Mwanaume mm, ni kiumbe pekee ambacho dunia hakimtambui, mm, kutoka anazaliwa Mm. mpaka anafariki. Mm. natoa fakti zifuatazo. Moja, mtoto wa kiume alipokuwa akidondoka, akianza kulia, naambiwa usilie, we ni wa kiume, jikaze. Mm. we ni wa kiume, kwa hiyo mm. anaanza kumweka kichwani, ah, kumbe mimi sitaki kulia. Mm. nikidondoka, sitaki vile hivi kuna mda mm -hmm. analetewa mtoto wa kike zawadi, yeye yeah, ah, akiae wa kiume vumilia. mm -hmm. kila kitu, wa kiume wa kiume. Kwa hiyo yeah. anaanza kukomazwa tangu akiwa udogoni. okay. imetokea ajali ya Titanic, waliokuja mm -hmm. kukombolewa ni wanawake na watoto, mm -hmm. wanaume wakaachwa. okay. kwa hiyo dunia ina mifumo ambayo inamsapoti sana mwanamke mm -hmm. na kumsahau mwanaume. mm -hmm. mwanaume anajipambania yeye mwenyewe.